Hii ndo inayotokea kwa dada zangu na kaka zangu. Dada umekutana na mkaka ambaye Mungu alimpitisha kwako ili akusaidie kipindi fulani cha maisha you understand what I'm saying? yes. and then wewe ukadondoshea love hapo, ukasema, kwa sababu huyu anaonekana amenipenda, labda nisikie, anataka kuiponya mioyo ya watu hapa, huyu amenipenda, kwa hiyo nitampa nadhiri yangu unaoana naye unafunga ndoa na mana ambayo kesho haipo. Biblia inasema hivi, Mungu alitoa agiza alisema hivi, mana zisihifadhiwe kesho yake mana inaoza. mwai kuona ile hatari ambayo tunakuaga nayo hasa sisi vijana ambao tunampenda Mungu uko chuoni for instance, and then unapata mdada unamsaidia katika habari yake ya wokovu And then unafikiri kwamba hapa ndio pana nchi ya ahadi, kumbe ni mana ambayo it is there only for a time. I want to ask you, watu uliojizungushia ni mana au ni maziwa na asali? be careful when people are coming to your life as manna and you mistake them as milk and honey where are you now what position are you in kama mekana kadada kauliza yule kaka ni manna hallelujah amen sasa hilo unabaki nalo wewe hallelujah Nia yangu ni kukusaidia tu leo, kwamba kwa jina la Yesu yes, Mungu akufungue kuingia katika nchi yako ya ahadi, amen. So tuna hatari ya kwamba mungu anapotupeleka, anapotupitisha na kutuokotesha mana, sisi tukazi mistake mana na mali ambapo tunapata tukiwa kukaa. Sifa ya kwanza ya mana, it doesn't last. It is not generational so if you want to know if it is mana or not it doesn't cater the next generation watu wote wasioiwaza future marafiki wasiowaza kuwekeza pamoja kwa ajili ya kesho those people be careful with them because those people are just mana to you sio kuwa na marafiki ambao wanataka kula na kuondoka around you they are not there to invest for tomorrow they are not there to work on the work ya kesho. wenye wanachowaza ah, nimekutana na huyu papaapa pa, mweko na wale watu ambao wanapata partnership na mtu kwenye biashara let's say, na kitu pekee anachokiwaza ampige mtu haraka haraka achukue mzigo wote aondoke nao, just eat now, now, now I want to eat now now. They don't invest in the relationship of tomorrow. Yes, those are dangerous people, those are manna in the desert useful understand how watu ni very helpful now you can mistake them and invest all you can and all your legacy in thinking uh, he is here or she is here to stay kume she is just a man in the desert be careful who is surrounding your life what will you do with your work, your work, your work, people that you are working with, who are they? Are they manna or milk and honey? Wengi leo wanalia makazini, wanalia maofisini, wanalia kwenye mahusiano, wanalia kwenye biashara, wanalia kwenye familia, wanalia kwa sababu people came in their life, and the only thing they did they were very helpful, but for a time, hawakuwa na generational mindset. They never thought of tomorrow, they wanted to eat now. I pray that this year May your eyes be open. Amen. Mungu ayafungue macho yako, Amen. Mkono wako ushikamane na mtu ambaye anaiwaza kesho pia. Kalibaro debaguji za Amen. <laughs> barosepeleda katia kuna hatari Yusufu ukafika kwa mke wa Potifa nyumba ya Potifa na kwa sababu Potifa anaonekana kukuamini na yote aliyokuwa nayo, alafu nazi mungu wa babangu amenipa kazi hapa kwa Potifa, nimeaminiwa na kila kitu brother. That's not your destiny. Yes, na ukikanda mrefu hapo itatokea zengwe ambalo hautaamini utasingiziwa kesi ya kubaka. Yusufu akaenda gerezani na kesi ya kubaka. Kilichomsaidia Yusufu ni hiki imani, ni kuwa na hakika na mambo lakini Yusufu hakulalamika, akasema hivi Midhali Bwana bado yuko nami, maana Biblia inaandika hivyo, na Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, hata gerezani. Midhali Bwana yuko nami, Yusufu akalifungua jicho lake, alipotabiri alipotafsiri ndoto na kuwaona wale wafanyakazi wawili wa mfalme, mmoja atakayenyongwa na mmoja ambaye akunyongwa. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Akamwambia yule ambaye alitakiwa kwenda kumnywesha mfalme, akamwambia, ukifika kwa mfalme unitaje. Faith is The evidence of the things hoped for. Kwa nini unataka utajwe wakati umeingizwa huku kwa kesi ambayo hakuna possibility ya kutoka? Yusufu alikuwa yuko ndani ya gereza wakati akijiona nje ya gereza. So yes. anaweza akawa mtu ndani ya gereza lakini akaishi kama mtu ambaye yuko nje ya gereza. Yes. To the extent, asubuhi alipokwenda kuwaona wafungwa wenzie aliwakuta wamefadhaika, yeye na yeye yuko gerezani, akauliza mbona hamna raha? In other words, niko gerezani but I'm happy. Yes. Sababu kwa nini Yusufu una raha? Because gereza sio sehemu yangu. I know my God will show up. Atanitoa na kunipeleka nikakae na mfalme. Yes. Yusufu unatuliza, kwa nini tunafadhaika? Hauoni tuko gerezani? Don't you see we are in desert? Uh, we are are in in desert? The we are in the prison. Don't you see? I Hauoni tuko gerezani? Kukaa tu gerezani natosha kabisa Sisi kufadhaika. Anaambia no, no no, tell me. Mna shida gani? Asa kuna ndoto tumeota. Kuwepo gerezani hakufichi kipawa chako. Yes. Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Vifungo navyo, jiona uko navyo, havijaua hicho kipawa. Amen. Haleluya. Addiction nazo jiona uko nazo hazijaua hicho kipawa. Amen. Mambo unayostruggle nayo bado kitabia hayajaua hicho kipawa. Amen. Jiona, hey, nje ya gereza. Yes. And believe one day. This gift will be into manifestation. Hallelujah. Nitakupa sababu zitakazompa Mungu halali wa kutenda mambo makubwa kwenye maisha yako. Amen. Na u, kwa neema hiyo ya Mungu u experience maisha ya zaidi ya ukawaida. Amen, ili mwaka huu uziache alama kwenye field yoyote takayokuwepo na kwenye maisha yako, alama ambazo wewe mwenyewe ukizingalia unasema hivi hatua hizi nilizopiga ni kama hatua za miaka saba ndani ya mwaka mmoja. Amen, Mungu ataiachilia neema yake yes, na kutusaidia Amen, kupata matokeo ambayo, yes tukiangalia ni matokeo na, ya, ya, ya kazi ya miaka saba yes, yaliyopatikana ndani ya mwaka mmoja. Amen, mimi najiuliza nasema hilo linawezekanaje? Ukisoma Biblia zetu vizuri Biblia inasema Biblia inasema, Yes. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, utakapofika mwaka wa sita katika nchi inayowapeleka mtalima mazao katika mashamba yenu na hayo mashamba yenu kutoka kwenye hayo mashamba mtavuna mazao ambayo yatawatosha mwaka wa saba kwa sababu mwaka wa saba ulikuwa ni mwaka wa pumziko, ni mwaka wa rest, ni mwaka wa jubilii ambao Mungu aliagiza kwamba watu hawa mwaka huo wa saba au siku hiyo ya saba wasifanye kazi. Kwa hiyo, kwa kuwa nature yao ilikuwa ni ukulima necha yao ilikuwa ni ukulima, na kwa sababu ya necha yao ya ukulima, Mungu aliwaambia mwaka wa saba mtavuna mami, mwaka wa sita mtavuna mavuno kwenye mashamba yale mliyozoea kuvuna miaka yote, ila mwaka wa sita kuna kitu cha ajabu kitatokea huko shambani <laughs> ni shamba lile lile la eka moja ambalo mmezoea kutoa gunia kumi za mahindi au za mpunga, lakini ukifika mwaka wa sita. Yes. mtavuna mavuno ambayo yatatosha nyinyi kula. Yes. mwaka huo wa sita. Yes. mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa saba. Yes. na mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa nane ambao mtakuwa mkirudi shambani. Yes. kwa sababu ndio mnarudi shambani hamwezi kusema mna stok ya kula. Yes. kwa sababu mwaka jana mkulima Yes. Kwa mwaka huu mtategemea mwaka ule wa sita. Do you understand what I'm saying? Amen. Sasa nataka nikufikirishe kitu kidogo. Oh, Mungu huyu haya aliyokuwa anaongea, anaongea katikati ya wanadamu wa kawaida ambao wamekoma kula mana. Aliwaambia kwa sasa hivi nyinyi mnaingia nchi ya ahadi. Kwenye hiyo nchi ya ahadi you have to strategize on how to get your bread. Mana is good but mana is not lasting. Mana is is good, good, but but mana Mana mana cannot be stored. Mana is good, but mana is not generational. Yes. Mana ya jangwani, sio generational. Kwa watoto wako always kuja kurithi mana. That's why we try to help people of God. Miracles are good. We perform miracle and I perform them like crazy and we will perform. Yes. But can I tell you something? Yes miracle ambazo zinatakiwa tumwombe Mungu ni miracles ambazo we call them generational miracles because if you receive a miracle in the desert land, ukipokea muujiza wa kula mana jangwani na kula kware, mana ina maelekezo yake. Yes, this is why most Christians are poor, kwa sababu walipata kazi za miujiza, walipata maisha ya kimiujiza but they, they were never prepared to create structures that will make the things to sustain through generations. Yes. Tutafundana tusikae katika Mungu na kuonekana kama mamamuma waloe walokole tunaomwamini Mungu maeneo ma mengine, tumekuwa mistaken na machizi, tumeonekana kama wapumbavu. That's why, kama reasonable people wanashindwa kuingia kanisani, wanashindwa kuamini maombi tunayoyaomba. ma, ma, ma, my dream is this ya kwamba ifike saa every reasonable person yupo, yes. kwenye mkutano wa injili amenyanyua yeah. mikono na kuabudu Bwana hey, kwa sababu reasonable people they do not understand anything Yes. Ndiyo maana reasonable person ukimpeleka kwa mganga mamganga, anaweza kutoa matokeo, yuko tayari kwenda, lakini hayuko tayari kukaa katika logistics za church, kwa sababu naona kama church ni story, hamna mechanism ya kuonyesha matokeo. Ni ngumu sana kumshauri mtu ambaye anaona kabisa anaibiwa biashara halafu mganga anamwambia huyo mtu tunamwondoa dakika sifuri, alafu kanisani naambiwa tu samehe, lakini hakuna means ya kunisaidia. Sasa, how do I protect my business isiwe stole. Yes. sawa na samehe, but how do I make my business survive? So I have come this year to you to balance the natural and the supernatural. Yes. To bring the result that will last through generations. Amen. Watoto wetu wataziona nyumba ambazo tumejenga yes, kwa sababu ya akili ambayo Mungu alitupa hey man. Utakuwa na cha kumhadithia mwanao, utamwambia, mwaka ule 24, yes, kuna idea Jehovah alinipa. Amen. Now, this idea brought this house. Yes. So it's good to ask God for a miracle. Miracles are real and I told you we have to perform them. lakini ukiishi kwa ajili ya ku solve immediate need, immediate problem, huna tofauti na mtu ambaye yuko jangwani anahitaji kula. Na jangwani, Mungu atoagi chakula cha generation, kwa sababu jangwa sipo mahali aliposema. Mpaka one of the reason kwa nini Mungu alihakikisha mana haikae kesho yake, alikuwa anawaondolea wana wa Israel mentality ya kuserve in the desert in the desert we don't save because that is not our destiny yes. we only save in the promised land yes. because in the promised land is our destiny yes anywhere you are now ambapo unapitia challenge unapitia hali ya ujangwa hali ya ukame kiasi kwamba huoni vitu vikieleweka listen to me god will give you a miracle yes but that miracle It's not your destiny. Yes. There is a promised land ambayo Mungu amekwambia you will go. Iko huku ndani, kuna vision unaiona, ila kwa sasa you you need something to sustain you, ule na watoto mnywe mvuke hiki kipindi kabla ujaingia kwenye hali maono Mungu. I don't know if you're getting the picture. Or I'm... Yes. Na aliyokuonyesha, ninachokisema kuna ile hali ya kwamba sina kazi nipate kazi angalau nilipe kodi kwa sasa hivi nisiaibike, wakati nayaelekea maono ninayoyaona mapichapicha yangu makubwa. you get what I'm saying yes. Challenge tulio nayo ni kwamba kazi ya kulipia kodi part time, sisi tumegeuza kuwa ndio vision <laughs> mana was not there to stay for the next day. Why? because in the desert Jangwani sio hatma. Ngeukia nakwambia, jangwa sio hatma, so that we may not faint. Mwaka elfu mbili ishirini na nne tuone tukizaa mambo yatakayodumu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Hey, mpaka dakika hii kuna mtu yoyote ameelewa anazungumza kitu gani? Ngeukia jirani yako muulize, hapo unapofanya kazi zahizi ni mana au ni maziwa na asali? Maana wengine tulipelekwa kwenye mana tukaridhika, tukaridhika, kwamba Bwana amenikumbuka ameniletea chakula jangwani and then tukaridhika. Yes. tukaridhika while God is calling you into the country that flows milk and honey